Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumekuja maombi, na hii mlima kama ninavyojua, ina mapepo and I in my spirit naweza nusia harufu ya mapepo hapa, so kama unaimani hafifu you're not ready to pray. Tafadhali rudi nyumbani. Uh, sisi wenye ambao tuna imani tunamaanisha maombi tuombe Amen. Amen. Tutaimba wimbo kutoka Brother Lord Nimo ndani ya Yesu naburudika, nimo ndani ya Yesu naburudika. Pastor huyu alikuwa ananiambia ati naimo, tumo ndani ya Yesu

Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Nimo ndani ya Yesu nauruakata, kila mtu achukue nafasi yake aombe na be aware this msitu ina mapepo and be vigilant, na pray with faith. Sitaki mapepo kwa jina la Yesu, nakataza. Baba, baba, baba, baba, baba, baba nakabidhi bibi yangu mikononi mwako baba. Ndio huyu ndio huyu katika jina la Yesu. So... Uh -uh. Pasta! Pasta! Pasta! Ha? Pasta! Nguvu katika toka katika, nakupiga teke, shetani na kupiga teke, shetani na kupiga teke. Jina la Yesu, shindwe katika jina la Yesu! pepe umetoka wapi? Umetoka wapi eh? nakuuliza wewe, umetoka wapi? Eh? kwenu ni wapi? Toka katika jina la Yesu! Mwangalie uso katika jina la Yesu! Shindwa wewe shemoniu, toka katika jina la Yesu! Hata toka hapa katika jina la Yesu.